Kwa nini Watanzania tunahoji juu ya mkataba wa EPA na from the business perspective, mahali ambapo mnaenda kushindana hakuna kuaminiana, ndio maana tunanyosheana vidole, na tatizo la mkataba huu hali recognize state as an individual lina define parties as a group hili ni tatizo la kwanza. Kwayo mimi ningesema na ushauri wangu kwa serikali, kwa sababu section 143 ya mkataba wa EPA, kama hawa wazungu wanania njema na uchumi wa nchi yetu, tupeleke amendment, kwa sababu section 143 inaruhusu kupeleka amendment. Tupeleke amendment ku redefine parties, kila nchi iingie mkataba na EPA kivyake kwa kuangalia maslahi yake. Bila ya hivyo, hatuna sababu ya kusaini mkataba huu. Kwa nini nasema hivyo? Mheshimiwa Spika, ukiusoma mkataba huu unanikumbusha wakati nasoma form 3 historia, triangular trade. This is another triangular trade in a different way. Ni mkataba ambao unatujenga sisi kuwa producers wa raw material and become a market for them. Kwa sababu, sababu ya pili mkataba huu unapingana na dream ambayo Tanzania imekuwa nayo toka tulivyopata uhuru mwaka 64, tuli develop thinking ya kuwa na industries, tuli tulifail, lakini mistrust kati yetu na Kenya. Jamani, tusisahau mwaka jana, kabla ya bunge mawaziri wetu walienda kukaa kwenye East Africa wakakubaliana mambo ya msingi kama block moja, walikubaliana kuweka kodi kwenye transit goods. Sisi tumekuja kuweka, Wakenya wamefuta. Kwa hiyo how can we trust them? We will never trust them, kwa sababu ya historia. Yapo mambo ambayo tumekubaliana na wao toka tuna Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kwanza, Jumuiya ya Afrika Mashariki ya pili, wenzetu wameshindwa kuhana kwa kuangalia maslahi yao. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana ambalo tunatakiwa tulione. Jambo jingine Mheshimiwa Spika, ukisoma article 20 kwenye mkataba huu unazungumzia ishu za, za, za tax import duties na, na kutoa uhuru na kufungua borders without restriction na wanakuwekea condition kabisa kwamba ukitaka kufanya protection on your internal market or internal development, lazima upate approval kutoka kwao. Who are they? Are we not free country? Lakini mheshimiwa spika, ili ujue mkataba huu ni shida, wanazungumzia compensation framework ambayo hawatoi commitment. They know we are going to lose money, we are going to lose our development track, lakini hawaweki commitment. This is the problem. Kwa hiyo ndio maana nasema tusiseme tu kwamba tuko kisiwani, tuko kwenye dunia, lakini mkataba lazima uwe win-win situation yes. Na mimi nitaka mshauri waziri wa viwanda, kwa kuwa section 143 inaku, inatoa ruhusa wa kufanya amendment proposal ya kwanza redefinition of parties. This has to be a country between EU and Tanzania, not EU with East Africa. That is number one. Number two, tukubaliane we have raw material we have, they have capital they have technology. Tukubaliane kwamba chochote wanachotaka kuuza kwenye soko lao viwanda vyao wahamishie kwetu to produce ndani, if they want they sing our song, not their song. na tusipokuwa protective, tusipokubali kama nchi kuprotecti interest zetu za ndani nataka niwahakikishie, tunaletewa amesema mama yangu Hawaghasia, this is a second scramble of Africa. Tunageuka sisi wazalishaji wa raw material, kama wakati ule tulikuwa wazalishaji wa watumwa. East Africa Community ni historical, ilikufa kwa sababu ya mistrust na kwa sababu ya economic interest ya individual state members. There is no shame kwa nchi kuingia kwenye block na kujitoa. There is no shame kwa nchi kuingia kwenye block na kulinda maslahi ya watu wake na kuachana na wenzake. Watu huachana na wake zao huachana na wazazi wao kwa kuangalia maslahi na mi na yale wanayoamini. Nataka niwatie moyo serikali, EPA agreement if they will not attract, they will not follow our interest, we can kuna far east kuna middle east. Kwanza, leo tumbaku inadhalilishwa na wazungu, leo hii mazao yetu yanadhalilishwa na wazungu. We should think of another way. Asante mheshimiwa Spika.